Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, ndugu mtazamaji na mpenzi wa Saif Dor TV. tunakuja tena kama tulivyokuagiza tangia jana. Jana ilikuwa ni tarehe kumi na mbili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. E, leo tunakuja siku ya kumi na tatu tunakuja sasa na nani na mada e, inayosema tunaendelesha yani msalsala yetu ya mada ambayo tulikuwa nazo, tulikuwa tukiishi nazo katika kuonesha tu kwamba Biblia na Qur'ani ni ipi kitabu ambacho kimeleta habari za kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. E, kwa hiyo e, jana tulionesha, tulioonesha. Leo tunakuja tuoneshe sifa nyingine ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ambayo yuko nayo ambayo Biblia imepingana katika kuionesha hiyo sifa, sehemu moja ikakubali, sehemu nyingine ikakataa. Kabla hatujaanza, tunakuomba ili uwe wa mwanzo kufata mada yetu kabisa, usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike na kuwatumia wengine kusambaza kabisa video yetu, ili uwe wa mwanzo kabisa kufata mada yetu na video zetu ambazo zinakuja kila siku. Tunakuja kuonyesha moja katika mabovu ya Biblia E, e, ya Biblia, na kwa wale wanaoipenda namna imani yao inavyoanguka chini kabisa, usikose kusubscribe ama kujiabone kwenye shene yetu hii ambayo inaitwa Saif d'or TV. Andika Saif d'or TV kwenye youtube yako utaipata, kisha moja kwa moja unabonyeza pale kwenye kujiabone ama kusubscribe. Asante sana, tuanze moja kwa moja na mada yetu. E, tutakuja leo na sifa ya Mwenyezi Mungu inayosema Allah hana sifa ya kuonekana duniani kwa macho. Mungu hawezi kuonekana kwa macho, ndo mada yetu ya leo. Sasa tutizame, je, Biblia na Qur'ani vinajua hili jambo? Tukianzia ku Qur'ani suratul an'am, sura ya sita aya yake ya mia na tatu Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir, kwamba haimfikilii macho ya mwanadamu bali yeye ndiye anayafikilia macho ya wanadamu. Maanake Mwenyezi Mungu ha, macho haiwezi kumwona, bali yeye ndiye anaye waona wanadamu. Naye ndiye naye ni mpole na mwenye Kujua habari zote. Kwa hiyo Qur'ani na kanusha inasema, la tudrikuhul absar, macho haiwezi kumuona Mungu bali Mungu ndo anaona watu. Sasa je, hii imani inapatikana katika Biblia? Tunasema ndiyo, imani hii inapatikana katika Biblia. Ukifungua Jean ama Yohana eh, moja kumi na nane, inasema hivi, hakuna aliyemuona Mungu wakati wowote. Hakuna aliyemwona Mungu wakati wowote, iko wazi Biblia tena agano jipya inaonyesha kwamba Mungu hawezi kuonekana wala hakuna mtu ambaye aishawahi kumwona Mungu. Sasa tulishangaa tulipopekua Biblia, tunatafuta zingine sehemu, tumekuta tena andiko lingine linaonyesha kama kuna mtu aliwahi kumwona Mungu kumbuka hii andiko inasema kwamba Mungu hajawahi kuonekana, lakini sikia hii andiko nyingine ambayo tunaileta Geneze ama mwanzo sura ya thalathini na mbili mstari wa thalathini thalathini, thalathini wa kumi na tatu yani wanasema ya kwamba Biblia inasema Yakobo akapita mahali akapita mahali pale Penueli panapoitwa Penueli maana alisema Yakobo alisema nimemwona, nimeonana na Mungu uso kwa uso. Yakobo anasema kwamba ameonana na Mungu uso kwa uso, yaani kama wanavyosema kwenye Kiingereza face to face, kwenye Kifaransa fas a fas amemwona Mungu. Sasa biblia hii moja inaonyesha sehemu moja kwamba hakuna ambaye aliwahi kumwona Mungu. Kisha sehemu nyingine kwenye, kwenye mwanzo wanasema kwamba Yakobo alimuona Mungu, tutaamini ya wapi katika haya? Qur'ani imebaki hivyo hivyo, inakataa kwamba macho ya mwanadamu haiwezi kumuona Mungu hapa duniani hata ufanye aje hapa duniani huwezi kumwona Mungu, na hakuna ambaye alishawahi kumwona Mungu. Korani imekataa, lakini Biblia sehemu moja inakataa, sehemu nyingine inakubali. Vipi itakuwa maneno ya Mungu na ile hali inayo migongano ya aina hii? Kwanza haikubaliani hai katika maneno na imani mbalimbali hapa, imani ya kumwona Mungu. Kwanza Biblia inakuonyesha ya kwamba kuna mtu ambaye alishawahi kumwona Mungu, andiko ya Yohana inasema kwamba hakuna ambaye ameshawahi kumwona Mungu. Tizama hii migongano ambayo iko mle ndani, maanake tizama Yohana moja kumi na nane inapingana na Mwanzo 32 na e, mbili mstari wa thalathini huto utakutana zinagongana kabisa. Ee, kwa kweli na kuomba kabisa niishie kwanza kwa leo hapa, kwa sababu tumeona wazi kwamba Qur'ani ndo kitabu cha Mungu, kwa sababu kimebaki akijapingana, lakini Biblia inapingana, sio kitabu cha Mungu, haina imani thabiti ya Mungu. Kwa hiyo wewe Muislamu ambaye unayenisikiliza kwa muda huu, elewa ya kwamba kitabu chako ndo kinakaa sawa lakini kitabu cha wasiokuwa Waislamu hakiko sawa e, ambacho ni Biblia. Biblia haiko sawa kabisa. Kwa hiyo tunamalizia hapa, usikose kushare na kusubscribe na kucomment na kulike ili uwe wa mwanzo kufuata mada yetu ya kesho, ambayo tutakuja nayo ya kuonesha ingine imani ya Kikristu ambayo inapingana ndani ya Biblia. Tunaishia hapo.